na wewe yale yanayohusiana na dini yetu na yale ambayo yataifanya jamii yetu itengenekewe. Mada ya leo ni mada ambayo imetokana na kauli ya Shekh Jongo alipozungumza katika swala ya Ijumaa ya kwamba kuna uwajibu wa raia kuitii dola lakini pia kauli ya al ustadhi alfaza alipokuwa akimkosoa na kumradi Muhammad Bachu ya kwamba amewakufurisha watu na hakustahiki kuwakufurisha watu. Hawa wawili ndio ambao wamenifanya mimi niiandae mada hii, lakini katika mada hii nataka kwanza tukaangalie nini maana ya taa? Ikiwa mada yetu imebeba kipengele kinachoitwa taatu raiyati, taatu raiyati daula, raia kuitii doula. Inawezekana ndugu yangu mtazamaji ukawa umesahau nini maana ya taa. Ataa utiifu, maana yake ayakhdha alinsanu nafsuhu ni mtu yeye mwenyewe kujinyenyekeza na kujishusha, limafurudha alaihi min alhududi lmaudhua, kwa yale yaliyofaradhisha yaliyofaradhishwa juu yake kutokana na sheria zilizowekwa. Imma biridha minhu walmahabba, imma kwa kuridhia na kupenda, wa imma biljabri walkaraha, na ima iwe ni kwa kutezwa nguvu na kuchukizwa kama atakuwa mtu amejishusha na amenyenyekea yeye mwenyewe, ima ameridhia au hakuridhia, basi ujue huyo tayari ni mtiifu. Hii ndio maana ya utii. Kwa hiyo ndugu yangu, kama kuna neno utiifu, basi itakuwa kuna aina za utiifu. Anwaa taa, aina za utiifu taa zipo za aina mbili tu. Kuna ataatul haqiqiyya na ataatu ghairu alhaqiqiyya, yani kuna taa ya haqiqa, taa inayostahiki ambayo ni ataatul ilahiyya, yani ni taa ya kiungu. Taa hii ya kiungu ni taa ambayo anaifanya mtu kumridhisha mola wake kutokana na zile kanuni ambazo amewekewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hiyo ndio inaitwa ataatu lhaqiqiya, lakini ataatu ghairu lhaqiqiya yani ataatu shaitaniya ni ta ya ata taa ya kishaitani, ndiyo ataatu ghairu lhaqiqiya, taa isiyostahiki ni mtu kutii mamlaka na kanuni zilizowekwa ambazo si kanuni za Mwenyezi Mungu kanuni zenye kupingana na Mwenyezi Mungu, hizo zitakuwa ni taa za kisheitani, na wanaongoza kuzisimamia taa hizo watakuwa wanaitwa matawahut. Hivi ndivyo wanazuoni rahimakumullah na wengine hafidhahumullah wanavyotufundisha, na ndivyo Qur'ani inavyoeleza. Kwa hiyo tukiangalia maneno ya mzee wetu Sheikh Jongo aliposema kuna uwajibu wa mtu kutii mamlaka iliyopo, mimi nasema mzee wangu ameghafilika na amesahau, kwa sababu twaa iliyo wajibu, yaani neno wajibu kisheria ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu na ukiliacha utawajibika kwa maana utapata dhambi. Allah atakuadhibu ukifa katika jambo hili. Ndiyo maana ya neno wajibu. Kwayo tukisema kuna uwajibu wa kutii mamlaka iliyopo, maana yake ni kwamba ukiacha kutii mamlaka iliyopo, maana yake siku ya Kiyama ukifa katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuadhibu. Hebu tuangalie maneno haya kwa undani kidogo, ndugu yangu mtazamaji, na ndipo utakapojua Shekhe Jongo, mzee wetu, wapi ameghafilika. Hatukosoi hapa kutaka swifa wala kutaka nafasi sehemu wala kutaka jiha, tunakosoa kwa ajili ya kumuhami Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na Bwana Mtume sallallahu alayhi waalihi alihi wasallam, ndio lengo la kukosoa na wala hatukosoi kwamba sisi eti tunaelimu sana A -a. lakini panapobainika mtu amekosea, basi sina kukaliwa kimwi, hususan kama kukosea kwake kunaweza kukasababisha watu wakaliamini jambo kinyume na anavyotaka Mwenyezi Mungu na akawatoa katika dini bila yeye mwenyewe kujua ikiwa mamlaka iliyopo au dola iliyopo inasimamisha kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana tukizungumza katika hukumu za wizi, hukumu za kukopa, hukumu za kupangisha, hukumu za kuuza, uzinifu, riba na miamala mingine baina ya watu, ikiwa itakuwa mamlaka hiyo imesimamisha kanuni za Allah subhanahu wataala, basi kuna uwajibu wa kutii mamlaka hiyo iliyoko, na lau kama mtu atakuwa anapinga kuipinga mamlaka hiyo iliyo, basi atakuwa mtu huyo ni kafiri, kwa sababu atakuwa anapinga kitabu cha Allah subhanahu wa taala, lakini atakuwa anampinga Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam. Sasa unaanza kuelewa kwa hiyo tukirudi katika historia, kulikuwa kuna uwajibu na ulazima kuitii daula iliyokuwa ikiongozwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam, wa kulikuwa kuna uwajibu na mamlaka kuitii sehemu ambayo kitabu cha Mwenyezi Mungu kimesimamishwa na kinafanya kazi kama inavyotakiwa na mtu yoyote ambaye angepinga basi huyu angekuwa ametoka katika Uislamu. Tukirudi tukizungumza katika daulatul islamia ya Ottoman Empire ya mamlaka iliyokuwa ikiongozwa na, na Ottoman ilikuwa ikijulikana kule Uturuki kama daula, ile ilikuwa mamlaka yake kuanzia nukta ya mwanzo mpaka nukta ya mwisho ikiongozwa na kanuni za Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa kipindi kile, yoyote ambayo ameipinga daula ile ya Ottoman Empire, basi mtu huyo alikuwa anastahiki kupewa hukumu ya murtadi. Nazani sasa tunafahamiana, na nachukua mfano tunaambiwa kwamba Irani ni jamhuri ya Kiislamu kwa maana inaongozwa na, na kanuni za Kiislamu. Kama itakuwa ni kweli kanuni ziliyopo katika nchi ya Irani ni kanuni ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi yeyote ambaye atakuwa anaipinga daula ile basi huyo atakuwa anapata dhambi na amekufuru. Lakini tuje sasa kwa upande wa pili, vipi mamlaka ambayo kanuni zake zinapingana na Qur'anul Karim? Je, kuna uwajibu wa kutii? Sasa hapa kuna taa ambayo ndio imejificha hiyo, ingetamkwa. Kuna kitu kinaitwa ataatul karahiya Altaatu biljabri walkaraha, taa ya kulazimishwa, lazima ufanye na wakati huo hauna nguvu ya kuweza kukataa, huwezi kubadilisha, huna pawa hiyo, hapo itakubidi utii. Kama utakuwa unachelea kupoteza maisha, itakubidi utii utatii taqiyatan, kama ilivyoelezwa katika Qur'an, kwa kuficha imani yako iliyoko ndani ya moyo ya kwamba mimi sivyo hivi ninavyokubali, sina jinsi tu. Hiyo ndiyo tunasema, ikiwa daula inaongozwa na kanuni ambazo si za Mwenyezi Mungu, basi utiifu wake unakuwa ni utii wa karaha, unatii kwa kuchukia huwezi. Si mtume amesema katika mafuhumu ya hadithi, maraa minkum munkara falyughayirhu biyadihi fainlam yastati fa fabilisani wa inlam yastatia fabiqalbi, ikiwa yeyote ameona munkar, ameona jambo ovu, basi azuie kwa mkono wake. Nini maana yake? yaani ikiwa mtu ana nguvu na uwezo wa kuzuia kwa kutumia nguvu zake na bawa zake, kwa kutumia silaha, basi atumie silaha kuzuia mabaya, ili kusudi mabaya hayo yasifanyike. fa illa yastati, na ikiwa awezi kutumia nguvu, hana nguvu, hana jeshi basi aseme, atumie ulimi kuzungumza, kukataza, kama ambavyo leo tunafanya. Mashekhe wanakataza na watu wengine ambao wanajua jambo hili ni baya, nao wanakataza, ndimi zifanye kazi, kwa sababu uwezo wa kutumia ndimi tunao. Lakini ikifikia wakati hata ndimi zimezuiliwa Ukisema ya kwamba hivi haifai, umekamatwa, umeadhibiwa, watu wanauliwa, hatuna mamlaka tena kutumia ulimi. Sasa tutaishi katika hali ya kuchukia, hatuna jinsi, tutafanyaje? Lakini tutakuwa hatupendi. Kwa hiyo, je, swali tujiulize, kuna wajibu wa kuitii daula iliyopo? Akili sasa kichwani mwako, mishamaliza kupambanua, kuna uwajibu wa kutii daula iliyopo? Je, mwizi anahukumiwa kama ambavyo Mwenyezi Mungu anataka? Je, mzinifu anapewa adhabu kama Allah alivyoamrisha? ni hivyo? Akili ni wewe. Mimi sisemi ni wajibu au sio wajibu, nimeshafundisha wa ma alaina illa al-balaghu mubin. Kwa hiyo alustadhi al alfaza alipomwambia Muhammad Bachu ya kwamba bwana, wewe umekufurisha watu, a a, hapana, hajakufurisha huyu huyu, ukaeleza kitu kiliyopo. Yupo mwana kampeni mmoja anaitwa Abdul Rahman makamu yetu, alikuwa akimsifu mheshimiwa mwes, raisi, katika kumnadia kura, akasema mheshimiwa anatajwa mpaka katika swala. Sasa tunataka nini ikiwa mtu tunaye ndani ya swala akikusudia sami'allahu liman habida ya kwamba Samia ndiye mama yetu mama mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa, wa, wa Tanzania, Muhammad Bacha akamwambia hiyo ni kufanyia istihzai dhikiri ya Allah subhanahu wa taala. Bali bwana yule akafika mbali zaidi akasema rabbana fi dunya rabbana atina fi dunya hasana wa filakhirati hasana, ya kwamba ee Mwenyezi Mungu tupe katika dunia hasan na utupe vile vile katika akhira hasan, ya kwamba hasani iliyotajwa pale ndiyo babu yake mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Amefanyia istihzani Quran Karim na amefanya stihzai dhikiria Allah subhanahu wa ta'ala. Ana haqi Muhammad wacu kumkumbusha, huyu ameghafilika, ko lazima azimuliwe, lazima azimuliwe. Qurani haitaki kuchezewa, Quran haitaki kudhalilishwa, kwa sababu ukidhalilisha qurani umemdhalilisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mashekhe zetu alhamdulillah, wanajitahidi sana kuisomesha Quran Karimu na wanajitahidi kueleza vile ambavyo ilivyo, ni sisi tu ndo tunashindwa kuwaelewa. Mbona wako sawa. Sehemu wanazoghafilika, wanaghafilika ni kwa sababu ni binadamu, na ndio maana tunawakumbusha. Hakuna shekhe hata mmoja aliyekuja kwa kutakabari akasema ndio hivi hivi wataka ndio hivi utaki ndio hivyo. Hakuna shekhe aliokuja akasema hivi ya kwamba jamani, jambo hili ni wajibu kwa ulazima tena, asiyefanya anapata dhambi. Hakuna shekhe aliozungumza hivyo, na ndio maana tunawazindua. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu, nimesomesha yeyote ambayo atakuja kuyapinga haya ninayoyasema, huyo atakuwa akili yake ina mafunza. Yani akaja akasema hapana, mamlaka ambayo haiongozwi vile ambavyo Allah anataka kikanuni ni, wa, eh, ni wajibu kutii, ndio inavyotakiwa, huyo atakuwa na wadudu kichwani.